Gentlemen, taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba inasemekana ni rasmi sasa, mwanadada ambaye anafahamika kama Aliyah Mohammed ni mke wa star wa Bongo Flava ambaye anafahamika kama Diamond Platnumz. Hii ni baada ya kufunga ndoa ya kimya kimya na unaambiwa ya kwamba wawili hao wamekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, lakini imekuwa ni mahusiano ambayo yamekuwa yamehifadhiwa kuwa siri sana, lakini inasemekana ya kwamba imefikia mahali Diamond Platinum ameamua kufunga ndoa na, na mwanadada huyu ambaye anafahamika kama Aliyah, na inasemekana ya kwamba wako na mtoto mmoja wao. Kwa hivyo hiyo ndio taarifa ambayo imesambaa na hakuna kitu ambacho ni siri eh. Kila kitu ambacho kinafanyiwa chini ya jua lazima siku moja kitachibuka. Kwa hivyo hiyo ni ya habari ambayo inatufikia kwa sasa ni kwamba eh, eh, Diamond Platinum amefunga ndoa na mwanadada fulani ambaye anafahamika kama Alia, na hiyo ndoa imekuwa ikifanywa kimya kimya, lakini mambo yamechibuka. Kwa hivyo unaambiwa ya kwamba itakuwa vibaya wapo Zuchu amelifahamu ili , lakini itabidi ayazoe, kwa sababu kuna kipindi ambacho Diamond Platinum alikuwa amesema ya kwamba mwanaume anaruhusiwa kuoa mke wa pili hata watatu ikitokea e, hata wanne, kutegemea na uwezo wako, lakini tumeambiwa ya kwamba Aliyah na Diamond wako, wako na mtoto mmoja, walikuwa wamepata mtoto mmoja na mapenzi hawa ni kitu ambacho kimekuwa kimedumu sana. Achaanza sasa, langu jina ni Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV. Nakutakia siku njema.